Anasema hapa duniani kuna mambo mawili huwa yanawasumbua sana watu kwa kuwaumiza na hata wengine kuwasababishia vifo na mauaji. Mambo haya ni siasa na mapenzi. Licha mapenzi kusababisha mauaji, ila yana mambo ya ajabu sana. Namba moja, tunapenda kuwatenda wanaotupenda, ila kuwafurahisha wanaotutenda na tunawapenda wanaotutenda ili kuwakomoa wanaotupenda tunakuwa bize kuwapenda wanaotutenda na tukipata muda wa ziada huwa tunautumia kuwatenda wanaotupenda. Haya ni maajabu ya mapenzi. Namba mbili, mwanaume anaweza kutafuta pesa katika mazingira ya jasho na damu, halafu akishaipata yuko radhi kupoteza tena muda wake ili kumbembeleza mwanamke waende wakaitumie. Kwa jinsi alivyomjinga atamtumia tena na nauli pamoja na ya kutolea haya ni maajabu ya mapenzi pia. Namba tatu, mke anaweza kuutafuta muda na kumtangaza mumewe kwa mashosti zake kuwa mumewe hana nguvu za kiume, lakini anakosa muda wa kujikumbusha kuwa huyo huyo mumewe hakumkuta bikra wakati anamuoa na wala hajawahi kumtangaza mkewe kwa washikaji zake kuwa alimkuta mkewe ansilidi. Haya ni maajabu ya mapenzi namba nne. Mwanaume anatafuta wife material wakati yeye ye siyo husband material. Anashindwa kuelewa kuwa wife material natafutwa na husband material, kwa sababu maandiko yanatufundisha kuwa Adamu hakumpata wa kufanana naye mpaka alipoletewa Eva. Tafuta wa kufanana nawe, maana nyani haowi kondoo. Haya ni maajabu ya mapenzi namba tano. Tunaumizana kwenye mapenzi kwa sababu tunatumia muda mwingi kuwaumiza na kuwaliza wanaotupenda kwa dhati. Wakati huo huo wale tunawapenda kwa dhati wanatuumiza na kutuliza kwa sababu hawatupendi, na wao wakubize kuwapenda wasiowapenda. Haya ndio maajabu ya mapenzi. Namba sita. Wakati wanaume wanawasubiri mabinti watulie kwanza ndipo waoe mabinti nao wanasubiri waolewe kwanza ndipo watulie. Yaani ni sawa na rubani anasubiri meli iji airport imlete fundi atengeneze ndege ili abiria wasafiri. Wakati huo huo fundi huyo yuko bandarini akisubiri ndege hiyo hiyo imlete rubani kusudi alete orodha ya vifaa vya ndege vinavyotakiwa kununuliwa kwa ajili ya matengenezo. Poleni abiria mtasubiri sana. Haya ni maajabu ya mapenzi. Namba saba. Tunatumia muda mwingi kuwawaza wanaotutumia na tunaowatumia. Wanatuwazia mema kwa sababu wanatupenda, na inapotokea tunatumia muda mwingi kwa tunaowatumia, ni ule wakati tunapokuwa tunawatumia tu. Kipindi hicho tunawapa likizo wanaotutumia, wakusanye nguvu ili watutumie. Haya ni maajabu ya mapenzi. Namba nane. Watu wanaumizwa na mapenzi kwa sababu wanatumia zaidi moyo kuliko akili. Wenye kutumia akili huwa hawaumizwi kwenye mapenzi tofauti na wale wanaotumia moyo kupenda badala ya kutumia moyo katika masuala ya maana kama vile masuala ya kiroho ili kumtafakari Mungu. Haya ni maajabu ya mapenzi namba tisa: binti anatafuta mume wa kuolewa naye, wakati yeye anaendelea kujiandaa kuwa mwanamke na hajiandai kuwa mke. Wakati huo huo kijana naye anatafuta mke ili amwoe, wakati yeye mwenyewe anaendelea kujiandaa kuwa mwanaume na hajiandai kuwa mume mtarajiwa wa mtu. Kimsingi hawa ni mwanamke anayemtafuta mwanaume badala ya kuwa mke anayemtafuta mume. Haya ni maajabu ya mapenzi namba kumi. Siku hizi wanaume wengi wako bize kupoteza muda wao kwa ajili ya kutafuta dawa za kuongeza nguvu za kiume ili wawaridhishe wanawake lakini wanakosa muda kidogo tu wa kujihoji na kutafakari endapo wanazijua historia za mahusiano ya awali ya hao wanawake ambao hawa watoshelezi zipoje, na walikuwa na tabia ya kukutana na wanaume wangapi kwa wakati gani ili waridhike kabla ya kukutana nao. Wanaume wako bize kutafuta tiba ya ugonjwa wasioujua. Haya ni maajabu ya mapenzi namba 11. Mwanamke anamtafuta mume mwema na bora miongoni mwa madanga yake na mwanaume naye anatafuta mke kati ya wanawake waliokuwa wanamtumia kama danga lao. Halafu mambo yakianza kwenda mrama kwenye ndoa, wanaanza kutafuta mchawi, wakati mchawi ni wao wenyewe na hao waliokuwa wanadanga nao. Haya ni maajabu ya mapenzi namba 12. Vijana wengi wanapoteza muda wao kwa kutumia kigezo cha sura na mwonekano kama kigezo cha kuwavisha pete ya uchumba na kuvaa shela badala ya roho njema na tabia ya kimaadili. Mabinti nao wanawaacha wanaume wenye akili na wenye malengo ya kuwaoa kwa sababu ya wanaume wenye pesa, ila wenye malengo ya kuwachezea. Haya ni maajabu ya mapenzi namba kumi na tatu. Binti anaweza kumkataa mwanaume mwenye mtoto anayempenda na mwenye lengo la kumuoa kwa sababu yupo kwenye mahusiano na mume wa mtu mwenye watoto wanne na mke wake. Kijana naye anakataa kumuoa binti aliyezalia kwao kisa na mtoto halafu, anataka kumuoa binti aliyetoa mimba sita za wanaume tofauti tofauti na amebaki kukumbatia midori chumbani kwake. Haya ni maajabu ya mapenzi. Basi bwana, kabla asijamaliza makala haya nataka kuwakumbusha kwamba kwa wale wapenzi wa simulizi za oparesheni za kivita na kijasusi tunawakaribisha kwenye gurupu letu la WhatsApp, na unalipia shilingi elfu tano tu kwa mwezi, kwenda Mpesa namba, anza na alama kujumlisha mbili tano tano saba tano saba nane nane sita tatu sabini, au Tigo pesa namba, anza na alama kujumlisha mbili tano tano sita tano tisa tisa 82764 majina ni Form Entertainment Media Company Limited. Ukiona limkuja limekuja jina lingine jua umepigwa. Kumbuka, katika grupu hilo utapata nafasi ya kufurahia makala kila siku ambazo zitakuwa zinaruka kwa episodi episodi. Anasema hapa duniani kuna mambo mawili huwa yanawasumbua sana watu kwa kuwaumiza na hata wengine kuwasababishia vifo na mauaji mambo haya ni siasa na mapenzi. Licha mapenzi kusababisha mauaji, ila yana mambo ya ajabu sana. Namba moja: tunapenda kuwatenda wanaotupenda, ila kuwafurahisha wanaotutenda na tunawapenda wanaotutenda ili kuwakomoa wanaotupenda. Tunakuwa bize kuwapenda wanaotutenda, na tukipata muda wa ziada huwa tunaotumia kuwatenda wanaotupenda. Haya ni maajabu ya mapenzi. Namba mbili: mwanaume anaweza kutafuta pesa katika mazingira ya jasho na damu halafu, akishaipata yuko radhi kupoteza tena muda wake ili kumbembeleza mwanamke, waende wakaitumie kwa jinsi alivyomjinga, atamtumia tena na nauli pamoja na ya kutolea. Haya ni maajabu ya mapenzi pia. Namba tatu, mke anaweza kuutafuta muda na kumtangaza mumewe kwa mashosti zake kuwa mumewe hana nguvu za kiume lakini anakosa muda wa kujikumbusha kuwa huyo huyo mumewe hakumkuta bikra wakati anamuoa, na wala hajawahi kumtangaza mkewe kwa washikaji zake kuwa alimkuta mkewe ansilidi. Haya ni maajabu ya mapenzi. Namba nne, mwanaume anatafuta wife material wakati yeye siyo husband material. Anashindwa kuelewa kuwa wife material anatafutwa na husband material, kwa sababu maandiko yanatufundisha kuwa Adamu hakumpata wa kufanana naye mpaka alipoletewa Eva. Tafuta wa kufanana nawe, maana nyani haoi kondoo. Haya ni maajabu ya mapenzi namba tano. Tunaumizana kwenye mapenzi kwa sababu tunatumia muda mwingi kuwaumiza na kuwaliza wanaotupenda kwa dhati, wakati huo huo wale tunawapenda kwa dhati wanatuumiza na kutuliza, kwa sababu hawatupendi na wao wakubize kuwapenda wasiowapenda haya ndiyo maajabu ya mapenzi namba sita. Wakati wanaume wanawasubiri mabinti watulie kwanza, ndipo waoe, mabinti nao wanasubiri waolewe kwanza, ndipo watulie. Yaani ni sawa na rubani anasubiri meli iji airport, imlete fundi yatengeneze ndege ili abiria wasafiri. Wakati huo huo fundi huyo yuko bandarini akisubiri ndege hiyo hiyo imlete rubani kusudi alete orodha ya vifaa vya ndege vinavyotakiwa kununuliwa kwa ajili ya matengenezo. Poleni abiria, mtasubiri sana. Haya ni maajabu ya mapenzi namba saba. Tunatumia muda mwingi kuwawaza wanaotutumia na tunawatumia, wanatuwazia mema kwa sababu wanatupenda, na inapotokea tunatumia muda mwingi kwa tunawatumia, ni ule wakati tunapokuwa tunawatumia tu kipindi hicho tunawapa likizo wanaotutumia wakusanye nguvu ili watutumie. Haya ni maajabu ya mapenzi namba nane. Watu wanaumizwa na mapenzi kwa sababu wanatumia zaidi moyo kuliko akili. Wenye kutumia akili huwa waumizwi kwenye mapenzi, tofauti na wale wanaotumia moyo kupenda, badala ya kutumia moyo katika masuala ya maana kama vile masuala ya kiroho ili kumtafakari Mungu. Haya ni maajabu ya mapenzi Namba tisa. Binti anatafuta mume wa kuolewa naye wakati yeye anaendelea kujiandaa kuwa mwanamke na hajiandai kuwa mke. Wakati huo huo, kijana naye anatafuta mke ili amuoe, wakati yeye mwenyewe anaendelea kujiandaa kuwa mwanaume mwana na hajiandai kuwa mume mtarajiwa wa mtu. Kimsingi, hawa ni mwanamke anayemtafuta mwanaume badala ya kuwa mke anayemtafuta mume. Haya ni maajabu ya mapenzi. Namba kumi. Siku hizi wanaume wengi wako bize kupoteza muda wao kwa ajili ya kutafuta dawa za kuongeza nguvu za kiume ili wawaridhishe wanawake, lakini wanakosa muda kidogo tu wa kujihoji na kutafakari endapo wanazijua historia za mahusiano ya awali ya hao wanawake ambao hawa watoshelezi zipoje, na walikuwa na tabia ya kukutana na wanaume wangapi kwa wakati gani ili waridhike kabla ya kukutana nao Wanaume wako bize kutafuta tiba ya ugonjwa wasiojua. Haya ni maajabu ya mapenzi namba 11. Mwanamke anamtafuta mume mwema na bora miongoni mwa madanga yake na mwanaume naye anatafuta mke kati ya wanawake waliokuwa wanamtumia kama danga lao, halafu mambo yakianza kwenda mrama kwenye ndoa wanaanza kutafuta mchawi, wakati mchawi ni wao wenyewe na hao waliokuwa wanadanga nao. Haya ni maajabu ya mapenzi. Namba kumi na mbili. Vijana wengi wanapoteza muda wao kwa kutumia kigezo cha sura na mwonekano kama kigezo cha kuwavisha pete ya uchumba na kuvaa shela badala ya roho njema na tabia ya kimaadili. Mabinti nao wanawaacha wanaume wenye akili na wenye malengo ya kuwaoa kwa sababu ya wanaume wenye pesa, ila wenye malengo ya kuwachezea. Haya ni maajabu ya mapenzi. Namba kumi na tatu binti anaweza kumkataa mwanaume mwenye mtoto anayempenda na mwenye lengo la kumwoa kwa sababu yupo kwenye mahusiano na mume wa mtu mwenye watoto wanne na mke wake. Kijana naye anakataa kumwoa binti aliyezalia kwao kisa na mtoto halafu, anataka kumwoa binti aliyetoa mimba sita za wanaume tofauti tofauti na amebaki kukumbatia midori chumbani kwake. Haya ni maajabu ya mapenzi. Basi bwana, kabla sijamaliza makala haya, nataka kuwakumbusha kwamba kwa wale wapenzi wa simulizi za oparesheni za kivita na kijasusi tunawakaribisha kwenye gurupu letu la WhatsApp na unalipia shilingi elfu tano tu kwa mwezi, kwenda Mpesa namba, anza na alama kujumlisha 255 757 88 63 70, au Tigo pesa namba, anza na alama kujumlisha mbili tano tano sita tano tisa tisa nane mbili saba sita